Katika jamii nyingi talaka sio tu vita vya kisheria, ni uwanja pia wa vita vya tamaduni. Lakini nini kinatokea wakati mfalme anapotangaza talaka? Mfalme wa Wazulu wa Afrika Kusini, Misuzulu Kazwelithini, amevunja mila ya karne nyingi kwa kutangaza talaka kwa Malkia Ntokozo. Tangazo lao limezua utata kwa sababu katika utamaduni wa Wazulu hakuna kitu kama talaka. Mfalme anatakiwa kuishi na wake zake wote hata wakati mambo yanaposhindikana lakini bado mfalme amedhamiria kuachana na ndoa hiyo na tayari amekwenda mahakamani. Aliibua sintofahamu zaidi baada ya kutuma mialiko ya harusi na mchumba wake mpya Nomzamo Myeni, huku lobolo au mahari tayari ikiwa imelipwa. Malkia Ntokozo alipojaribu kuzuia harusi mpya ya mfalme mahakamani, alijitetea kuwa ndoa yake na mfalme ilikuwa ya kiraia badala ya kimila, na kuifanya kuwa batili chini ya sheria ya Afrika Kusini kwa mfalme kuoa tena. Vitendo vya mfalme huyo vimezua utata kwa sababu yeye ni mlinzi wa mila za kale, ambapo ndoa za mitala hupewa kipaumbele katika ufalme. Mke wa pili wa mfalme, Nosizwe Kamulela, huwa hajitokezi katika matukio ya kifalme. Harusi ya mke wa tatu imeahirishwa kutokana na pingamizi la mke wake wa kwanza, na sasa kuna fununu za malikia mpya Sile Mduli kutoka familia nyingine ya kifalme.